Bana, katika maisha yetu, sikubaya sana kwenda kutembelea ndugu zetu. Kuna siku nalipanga safari niende kwa igiyangu, ikaenda ivoenda. Pale nafika, kwanza anamikonjiana kaabia, umefikia wapi mjugu wetu? kuna ngombe la ng'ombe huku. Haya, uayakuta kweli ngombe kaangushwa, sufu la maana tu aikuta sufu

Vile vile sijui utaamula kueka upupu kwenye supu ulitokea wapi?